Naam, naam, yaani huwezi ukaitwa mara moja ukaja mpaka eh? nikute mara tatu mara nne eh? Yaani umekaa kiako watu kwenye game tu kucheza game tu hivo, una akili sawasawa wewe? Aiisishakuja namaza kunguni wewe, kwani ungekuja toka saa hii, ingetokea yote haya imekuwa muda wote nakuita tu nakuita hita tu, wewe wewe kama nani Hebu nitazame, mimi simu yangu. Maana dada yako mimi, kila nikimtafuta pa mara naambiwa haipatikani, mara sijui inatumika. Hata si wewe, nimegusa wapi? Sasa kinachokuchekesha nini? Msema mwenye mama hapo, umesemaje? Umesema kwamba ukipiga simu anakuambia inatumika au haipatikani, sio shida yako, ni matatizo ya mtandao. Kampo vipi nyie? Wewe, unajua una akili wewe? Mda wati nipe msimu yangu. Kinachokuchikisha mda unacheka kitu gani kitu gani? Mwenye akili huna, hujui pia, we hujui. Nasema mtandao, kumbe mwenye akili huna. Niondokee mimi hapa <coughs>